na leo tukiendelea na darsa letu sehemu ya tatu ya kitabu cha Tauhidi, ambapo katika sehemu yetu ya pili tuliishia katika masala ya kumi na nane katika masala ambayo tulikuwa tumeyasoma katika darasa ya kwanza kabisa, katika aya za Allah Subhanahu wa taala zikielezea malengo ya mwanadamu kuletwa hapa duniani na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusimkuelezea sifa za Allah subhanahu wa taala na namna gani Muislamu ili aonekane anafanya ibada, anatakiwa katika ibada zake awe na tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa taala katika ibada zake zote. Lakini pia Muislamu mwenye imani sahihi na mwenye kufanya ibada sahihi ni yule ambaye anawakufurisha matoauti katika ibada na tukasema tawaguti ni yule ambaye kila kile ambacho kinachoabudu kinyume na Allah subhanahu wa taala, naye karibia basi hicho kinaitwa kuwa ni tawaguti. Kwa hiyo tukaona katika darsa hili ya kwanza kuna masala ambayo tulikuwa tumeyasoma, tukaishia masala ya kumi na nane ambayo ilikuwa nasema katika hadithi ile ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezea kuhusiana na haki za Allah juu ya waja na haki za waja juu ya Allah subhanahu wa taala kwamba kwenye hadithi ile haki za Allah kawaja, kwa waja ni kwamba waja wamwabudie Allah subhanahu wa taala bila ya kumshirikisha na kitu kingine chochote katika ibada zao zote, na haki za waja kwa Allah subhanahu wa taala ni kwamba pale ambapo waja watakapokuwa hawakumshirikisha Allah subhanahu wa taala basi wana haki kwa Allah subhanahu wa Ta'ala kwamba Allah kuto kuadhibu waja hao. Hivyo basi, Muadh ibn Jabal alipomwambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba je, niwafahamishe jambo hili ni wabashirie Waislam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia usiwabashirie Waislam kwa usi wa wa sababu watabuteka. Ndio maana katika masala ya kumi na nane hapa yanasema al-khawfu min atikali ala siati rahmatillah Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamua kumkataza Muadhi asiwabashirie Waislamu kwa sababu ya kuogopea kugoteka, juu ya kwamba rehema za Allah subhanahu wa ta'ala zimeenea ziko kunjufu kwa watu, watakuwa wanagoteka hawafanye kheri. taasia 10 jambo la 19 au masala ya 19 na qaulu lmas'ul kauli ya mtu mwenye kuulizwa masala ya dini, amma la ya'lam, jambo lile ambalo yeye halifahamu. Atasi'a ashara, jambo la 19, qawlu tisa almas'uli amma la ya'lam, kauli ya mtu mwenye kuulizwa kuhusiana na jambo ambalo yeye halifahamu, kwamba anatakiwa aseme vipi? Allahu wa rasuluhu a'lam, kwamba natakiwa aseme kwamba Allah na mtume wake ndiye wanajua zaidi, kama alivyoulizwa Muadhi na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, unazifahamu haki za Allah kwa waja na haki za waja kwa Allah? Muadhi akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Kwa hiyo mtu anapoulizwa jambo ambalo halijui Anatakiwa aseme Allahu wa rasuluhu alam. Hiyo ndio kauli iliyokuwa sawa kwa mtu mwenye kuulizwa jambo ambalo yeye halifahamu. Al ashirun masala ya ishirini, jawazu takhsis badh nasi bililmi duna bad, kujuzu kwa kuwahusisha baadhi ya watu kwa masala ya elimu pasi na kuwahusisha wengine inafaa kwa sababu ya maslahi. Kwa hiyo hapa tumeona mtume swalla Allahu alayhi wasallam elimu ile alimuhusisha naye muadhi peke yake, na akataki, akamtaka abaki nayo yeye asiwafikishie wengine. Kwa hiyo hapa tunajifunza kumbe, inaruhusiwa katika kufanya takhsisi ba'dhu anas kwa, kwa baadhi ya watu bila ilmi katika masala ya kielimu du na baadhi kinyume na watu wengine katika masala ya ishirini ambayo tu katika yale ambayo tulikuwa tunajisoma tokea darasa la kwanza la pili mpaka hii katika darasa ya tatu ya kitabu hiki cha Tauhid alhadia wal ashurun masala ya ishirini na moja tawadhi'uhu sallallahu alaihi wa sallam lirukubi lhimari maa alirdafi alaihi, unyenyekevu wake mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa ajili ya kupanda punda ule. Ule unyenyekevu wake mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupanda punda maal maal irdafi alaihi, pamoja na kumweka nyuma huyo Muadh Ibn Jabal, kwamba namna gani ile heshima yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika kule kupanda punda, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kupanda kwa kipunda akawa amembeba Muadh Ibn Jabal akamweka nyuma yake lakini pia vilevile akamfundisha elimu ambayo ilimhusu yeye peke yake. Thania wal ashrun, jambo masala ya ishirini na mbili, jawazu irdafu ala daba, kujuzu kukaa nyuma juu ya mnyama. Yaani mnapokuwa mmepanda wawili, basi mwingine anakaa nyuma, mwingine anakuwa mbele kama dereva hiyo inafaa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kupanda katika mnyama mmoja watu wawili. Kwa hiyo jawazu alirdaf, jawazu al-irdaf ala daba ni kujuzu kukaa nyuma juu ya mnyama, kwamba mmoja anakuwa ndio dereva, anamuongoza mnyama, mwingine anakaa nyuma, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimbeba Mwadhi katika mnyama, yeye Mtume akiwa ndio mbele kiongozi, na Muadhi alikuwa yuko nyuma yake. Thalitha wal ashrun, masala ya 23. Fadilatu tatu fadhilatu Muadhibun Jabar, utukufu eh, na ubora wa Muadhi bn Jabar. Tumeuona kwamba namna gani Muadhi bun Jabar alipokuwa ni mtukufu na ni mwenye heshima na ni mbora katika masala ya dini akiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam alimhusisha katika elimu hii, yeye kama yeye, wakati wa uhai wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii inaonyesha namna gani ule utukufu alikuwa nao muadhi ibn Jabal Rabi'. Jambo Rabi' wal'ishrun, jambo la masala ya ishirini na nne, adhamu shanu hadhih almas'ala, ukubwa kwa mambo ya masala haya masala haya ambayo ya tuliyosoma hapa, hapa nyuma tokea masala ya kwanza mpaka masala ya ishirini na nne ambayo ndiyo masala ya mwisho katika masala yote ambayo tulikuwa tumeanza nayo katika darasa yetu ya kwanza kabisa ambayo ya kitabu Tauhidi ambapo tulikuwa tumeanza na aya ya Allah subhanahu wataala, wanasema wamakhalaktu ljinna wal insa ila liyabudun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa niaba mimi. Na baada ya kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ambayo Muadhi alipewa elimu yeye peke yake na akamziwia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokuieneza ile ile ile elimu. Mtunzi wa kitabu shekhe akasema fihi masailu, ndani ya mambo haya kuna masala. Masala ya kwanza kabisa alhikmatu fi khalqi ljinni wal insi, hilo ndio lilikuwa suala la kwanza katika katika masala ishirini na nne ambayo tulikuwa tumeyasoma tokea katika kipindi chetu cha kwanza. Kwa hiyo, ndugu yangu katika imani ambayo unafuatilia darasa hii ya Tauhidi, tumeona katika darasa yetu ya kwanza na darasa letu ya pili na darasa letu hili ya tatu mambo ya msingi ya kuzingatia ambayo muislamu anatakiwa anayo katika ibada zake na katika matendo yake, yawe ya wazi, yawe ya siri, yote anatakiwa ampokeshe Allah subhanahu wa taala. Katika darasa letu inayokuja, tutakuja tusome babu fadhuli tauhidi wama yukafiru mindhunub, na yale ambayo yanayosababisha mtu kuweza kusamehewa madhambi. Hivyo basi kama una ushauri una maoni una swali, unaweza uka komenti hapo chini, na sisi tutaiangalia komenti yako, tutaweza kukujibu kadiri ambavyo Allah subhanahu wataala atakavyotuwezesha. Na mpaka hapa tuseme tukutane katika darasa yetu inayofuata insha Allahu taala okay. wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.